Hii ni wapenzi watazamaji, wa chaneli yetu ya Kilimo ni Fursa TV. Leo nipo hapa kuwaeleza kuhusu madhara ya kuto kutunza mti wa parachichi vizuri katika upande wa uwekaji wa mbolea. Mti unaouona hapa mbele yako unaonekana una majani ya njano, afya yake si nzuri. Ni kwa sababu ya ukosefu wa madini yanayopatikana katika mbolea ambazo zinatakiwa kuwekwa. Kwa mfano huu <tutu> mti unavyouona hapa chini hauna kisahani kinachokujitosheleza kujitosheleza ambacho kitasaidia katika uwekaji wa mbolea, na mbolea za samadi haziwezi kukaa hapa, kwa sababu baada ya kumwagilia zitatolewa na maji au zitasafirishwa na maji kuelekea sehemu nyingine. Sasa basi Mti huu unaoona mbele yako umekosa madini ya potassium, calcium na nitrogen ambavyo vyote vinapatikana katika mbolea na yeah, hivyo basi na washauri wakulima wa parachichi, mnatakiwa kufuatilia sana uwekaji wa mbolea kwenye miti yenu ya parachichi ili ionekane vizuri na kwenye afya nzuri kutokana dini yanayopatikana kwenye zile mbolea. Kwa sababu usipoweka mbolea na mti ukawa kama huu na afya isiyo sawa, utasababisha wewe ushindwe kupata matokeo mazuri ya matunda ya parachichi. Na mti huu unauona mbele yako, sio mbolea tu ambayo imechangia kuwa na hali kama hii, pia kuna magonjwa ya parachichi ambayo yanasababishwa na wadudu mbalimbali, mfano manzi wa matunda. Sasa basi, mkulima wa parachichi, unatakiwa kujua namna gani utapambana na hao wadudu na kutoa na changamoto zitokanazo na magonjwa mengine ya parachichi ambazo ni phytophthora root rot, fungus, na magonjwa mengine ya parachichi kwa hiyo Wakulima kweni makini, na zaidi tunawasihi mwendelee kufuatilia chaneli yetu ya Kilimo ni fursa TV ili mwendelee kupata maarifa mengine ya namna ya kupambana na magonjwa hayo ya parachichi na namna ya kuhudumia miti ya parachichi ili kupata mazao mengi zaidi. Zaidi napenda kusema asante kwa kunisikiliza na kukufuatilia chaneli yetu ya Kilimo ni fulsa TV. Karibuni sana na